Katika wilaya yetu ya Mafia hivi karibuni tumepokea mashine mbili, mitambo yenye uwezo wa kuzalisha umeme kwa megawati mbili. Tunatarajia baada ya kukamilika ufungaji wa mitambo hii, tutakuwa na upatikanaji mzuri wa umeme wa uhakika. Kipindi cha hivi karibuni tumekuwa tukipitia changamoto za ukosefu wa umeme baadhi ya masaa. Hii ni kutokana na changamoto katika mitambo yetu inayoendelea kuzalisha umeme wilayani Mafia. Sasa ujio wa mitambo hii miwili, tunatarajia tutakuwa na umeme wa uhakika. Kituo chetu cha Mafia awali kilikuwa kina mashine tano, kila mashine ina uwezo wa kufua kilowati 415 kwa maana hiyo, shirika limeweza kuongeza uwezo wa wananchi wa Mafia kuwapatia umeme unaojitosheleza mara mbili ya mradi wetu wa kuongeza mashine kwa sasa tuko kwenye makadirio ya asilimia themanini kukamilisha huu mradi wa TANESCO. Utatusaidia sisi wafanyabiashara hapa, kutokana kulikuwa na changamoto ya umeme, na imani ukishakamilika huu mradi utatusaidia sana. Upande wa TANESCO hatuna shida nao kabisa, kwa sababu umeme ndio kila kitu. Umeme unakwenda kumpandisha mtu maisha yake, wa aina yoyote anayefanya la biashara. Kama hakuna umeme hakuna maendeleo. Tanesco tunayaangaza maisha yako.